Wabunge wa chama cha chungwa walikongamana kwa kikao cha kujadili mseto wa masala likiwemo kuwepo kwa wanajeshi wa Kenya nchini Somalia chini ya muungano wa wanajeshi wa bara ya Afrika, AMISOM. Kinara wa ODM Raila Odinga akiongoza ngoma ya kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wa Kenya, huku akiitaka serikali chapishe orodha kamili ya wanajeshi wote walioaga dunia tangu operesheni linda nchi ilipong'oa nanga mwezi Oktoba mwaka elfu mbili kumi na moja. Hata hivyo kamati za bunge kuhusu usalama wa kitaifa na ulinzi zimemkosoa Odinga na kudai anapenyeza siasa katika masuala ya usalama. Odinga hata hivyo anasisitiza serikali haijawaelezea Wakenya ukweli kuhusu operesheni linda nchi na kuwa kuwepo kwa wanajeshi wa Kenya nchini Somalia kunachangia mashambulizi ya mara kwa mara humu nchini yanayodaiwa kutekelezwa na kundi la kigaidi la Al-shabab. so Also in, uh, um, Afghanistan. Katika kikao cha leo cha ODM kilichoandaliwa kujadili shinikizo la muungano wa CORD la kuandaliwa kwa kura ya maamuzi baadhi ya wa wabunge walidaiwa kuwa wakaidi. Odinga alitakiwa kuhutumia mjeledi wake kama kinara wa chama na kukabiliana na wabunge waasi. The okay. Gavana wa Nairobi Dr. Evans Kidero ni miongoni mwa viongozi wa ODM waliohudhuria mkutano wa leo. Yeye ni miongoni mwa wanachungwa waliosusia mikutano ya hadhara ya CORD kabla ya mkutano wa sabasaba na kudaiwa kuwa waasi na washirika wa serikali. Baba. Francis Gashure, Citizen, Nipashe.